Haya mtazamaji, kwenye episodi iliyopita bila shaka umeshuhudia jinsi ambavyo Yikai amekwishatiwa mtegoni mwa Ma Kongqun, na hapa basi, Uncle Feng yuko pembeni hapo akiwa anamwambia Miss Ma, daktari amekwisha kuja kumwona hapa baba yako, dawa amepatiwa, lakini yaonyesha kama bado maumivu yanazidi, yani yasemekana maumivu yanatokea katika mifupa <coughs> hoji sasa, kulikuwa na ulazima gani wa kumpa baba yangu dawa kama hiyo? Yuko wapi yule daktari wa hovyo hiyo? ndoa yetu ni kweli imekaribia. Unajua kuwa wakati au mgoji yoyote, na kwa kadri muda unavyozidi kusogea, mimi mwenyewe pia nahitajika niwe nahudhuria katika mambo mbalimbali. Basi ni sawa mimi kuugua namna hii, lakini sikufurahi hata kidogo nilipojua kwamba basi Master Murong ameuawa basi mimi na Fu Hongxue baba, hatutaondoka tutasubiri mpaka upate nafuu. Hata usisumbuke, mwana, mimi nitajitahidi kama baba yako nifanye vyovyote takavyowezekana, hata sitojali kuwa na ugua. Hayo maumivu si chochote. Mzee anajifanyisha ni kama amezidiwa kabisa. Hata usilie, mwana toto, hakika anaimwaga michozi. Nenda basi kwa Fu Hongxue, usigombane naye lakini.

Sasa huyo mkwe wangu mpaka sasa eh, anajiandaa na harusi yake ah. Mwanangu, hebu naenda ukamtafute mumeo na ili na brother kiambia, kwamba nimeshaingia katika mtego wa makochuno. Atakuwa si anajipanga kufanya nini? Kuna jambo kubwa Yosee ysaho mantu, itabidi hii dawa niendelee kuitumia tu taratibu. Kuna kitu hii dawa itafanya kwenye mwili wangu. Ni dunia ambayo imejaa maigizo ya kila aina na ni mazingira ambayo yamejaa mafumbo na mitihani ya kila namna. Haya, angalia Hongshu sasa ameamua ajimalize katika pombe. Anauliza, nini unafanya? Hakujibu chochote ni... aliendelea kupiga pombe yani, kwamba unachagua ni bora ulewe kuliko kuwa na mimi. kwa nini unanikwepa? Ninajua kuwa hujisikii sawa kwa sasa, kwa sababu nilimwacha Ye Kai kuondoka, so kwa hivyo basi mimi hata sitaki kukukwaza hata kidogo. Mimi Kwa hivyo kumbe ulikuwa ukijua kwamba nitakasirika kwa nini basi ukamwacha? ne ii iho as tutazungumza juu ya haya baadaye. sagha tien naona sasa jambo muhimu zaidi ni kuangalia afya ya baba yangu. yanguoaci najua kuwa baba yako haitachukua muda ya kupona. ama alikubali, haina shida. Eh, asema sasa, unajua na hisi kama sasa hivi hali ya baba ni mbaya sana. Ananifanya niwe na wasiwasi muda wote. mudaidaan kila wakati nikifikiria kutoka mpakani mpaka katika mto wa kusini Mbushita. Baba, kusema ukweli sijui nisemeje, tumeshatoka mbali sanayamizo mpenzi, kama inawezekana tusiondokemeol ina wasiwasi kuwa baba yangu atakosa mtu wa kuwa naye sasa ni nani atakaye mtunza au kumwangalia wakati nimeondoka? Hivi si tulisha kubaliana? Lakini afya baba yangu ni mbaya, wakati shesang... Hauoni kama ni vibaya nikisema niondoke? Naogopa sana na, na mimi ndo binti wake wa pekee, nitawezaje kuondoka nikamwacha peke yake? Lakini baba yako wamezungukwa na watumishi wa kila aina Haijalishi wao kwake wanaweza kuwa watumishi, ila mimi ni binti yake, sina aee. Mimi nitahesabika nikana kwamba sasa nimeamua kumsaliti baba. Umesha sahau tulikotoka. Baba yangu sasa ni mzee, anahitaji pa awe na mtu wa karibu. Sasa tukiondoka, ni nani atakayemsaidia?

Anasema sasa, tuna nini sisi tulichonacho? Na ni ukweli, ukiangalia Fuongshu tangu maisha yake amezaliwa ndio hivyo hivyo. Anasema basi, nakubali, ni ukweli kwamba familia yangu imekusababishia hali ya maumivu makali tangu zamani, lakini hebu fikiria hali iliyoko sasa. Basi hakuna haja hata ya kunikasirikia mimi, nilikokuzwa wapi, nilikozaliwa lakinihefiira halil angalia sintaonekana mbinafsi sana yani kweli, baba yanaumwa kabisa, mi naondoka basi. Tazama hebu hmm. ni nitazame machoni. Jamaa akageuza shingo yake akamtazama. Je, unanipenda kweli? E, ndio nakupenda. Kwa hivyo basi kubaliana pia na yale yanayoendelea mkubali baba yangu pia. Ah, na kama pia, e, ni kama nikisema labda nataka kubaki, je, uko tayari kubaki pamoja na mimi eh? Kidogo akashangaa, lakini ulichochagua na mimi nimekuwa, lakini haya ni makubaliano yetu ya muda tu Nafikiri basi mimi na wewe tumeshaelewana, akisema. Lakini sasa hivi ni tofauti tulivyokuwa tumezungumza, na sasa mimi najua sehemu nyingi nzuri. Baada ya kila kitu hapa, tutaenda huko. Nitasafiri na wewe popote unaposema twende, wala hakuna chochote kitakachobadilika naomba usifanye mambo kuwa magumu tafadhali. Haya, ndio hivyo mtazamaji, na kukumbusha, naenda kwenye YouTube chaneli yangu inaitwa ya Lukindo. Nimeposti video kule e, ambayo basi ni video mpya <coughs> iyo video itakusaidia, utajifunza vitu vingi sana, ni bonge la video. Na vile vile pia nimeielezea vizuri sana filamu moja safi kabisa, nimeielezea vizuri. Enda tafuta hiyo e YouTube, na utajionea kila kitu. Sasa nitokea mrembo mmoja, anamuita Master Fu binti mdogo mdogo e, e, e, e, Master Fu eh, labda ukisoma hii utaelewa mwamba atazame ndani kuna nini. Palikuwa na barua hii. Barua basi ilikuwa imeandikwa kwa ufupi tu, ikiwa inaelezea vitu muhimu kabisa. Baada ya pale kuisoma, akaelewa sema, ah, kwao mama yangu yupo Griffin, sio sema, eh, ametutaka tukulete, anahitaji kuonana na wewe, alitaka kukualika wewe muzungumze juu ya mambo yako na ndoa yako, Master Fu. Haya basi mimi naondoka.

Aliambiwa basi mpenzi wake kasharejea, unaona pale pana nguo za harusi ziko mezani. Sasa usisahau pia mwamba naye, kuna ujumbe ambao amepatiwa muda mfupi uliopita. Sasa hivi mguu wake umekuwa mbovu kabisa, akaficha ile barua ya wito wa mama yake. Haya, kipenzi chake anakuja akiwa na furaha, shauku, cheki mpaka nguo kaletewa nje. Yani bibia ameshindwa kumsubiria afike Eh, vipi unazionaje? Ah, nzuri sana. Kwa ile furaha aliyokuwa nayo. Haya, nende nimkaeleze kwamba tutatumia hizo. Lakini mastafu inaonekana apendi nguo yake ile luxury. Si. Wewe waambie hizo ambavyo anataka yeye mumtengenezee

Je, unaonaje kama tukimwalika? Shijiugong. Yuko Griffin? Mojao. Lakini hiyo si ngome ya Demon Section, eh? Kule katika ngome ya kichawi. Kwa nini dada yangu yuko huko? Yaani sisi na wao, mbona kama sisi na wao tuelewa? Hapana, utakuwa umelipata hili kwa makosa. Akasema hapana, ndio ukweli huo.

endelea na wakati wa kujaribu kuendelea, uh, kupangilia mambo ya harusi haya. Angalia sasa, unajua ule ujumbe alioletewa, na wakati Uncle Feng aliporudia tena habari za Griffin kwamba, na of course ni ukweli, Griffin Palace ni kule aliko bosi Shao ama basi alipohua hani hii kule Demon Section kule, mara ya mwisho tuliona alienda eh, Master Hua Baifeng ambaye ni mama yake na Ye Kai, alienda kule Demon Section ah, na baadaye alipopokelewa na bosi Shao wakampigia magoti na nini, utakumbuka walivyompokea vizuri, kama utakumbuka utaumbuka eh, sasa eh, wa, ni wazi kwamba kweli mama yake yuko Griffin, hajataka kumwambia mpenzi wake kwamba mama yake yuko Griffin. Umeona bendera zile nyeusi zile ambazo zimegeukiana kama simba hivi ndio ndio demon section. Sasa angalia, jamaa amefika demon section na mpenzi wake kamfuata. Alitaka tu aone kwamba anajua ulikoenda, na bibie huyo hataki hata kusikia habari za demon section. Sasa akashangaa, mbona mpenzi wake kaenda huko? Nilidhani umesema unaenda kutembea, imekuwa vipi umekuja huko? Unajua mchizi tena huyu jamaa. He, huyu jamaa, jamaa huyu dem akifanya kitu labda, yani hataki jamaa huyu demu aumie kabisa.

chochote kitakachokupata tupi, shi, cho kupata huko baadaye, mimi na wewe inabidi tupitie tukiwa pamoja. Huhitaji kunidanganya jamaa, kasikiliza akaelewa. Kitu kitu gani gani ambacho haijalishi, haijalishi ni mambo magumu mangapi ambayo, kunidanganya hata kidogo, hata kama utanilinda kiasi gani, uongo utakuja kutuharibia kutuharibia, lakini ha. Haya, sawa sawa. Na kwa haya, tuende pamoja uko ndani. E, e, binti anataka waingie wote. Kawambia hapana, mimi siwezi kukuruhusu tukaingie wote pamoja. Baba, mama yangu yumo ndani. Eh, sasa unajua e, hivi ni ni ni kwambia twende wote. Mimi sijui anaweza kukuchukulia. Lakini mimi si ni mchumba wako jamani, ni wajibu wangu basi. Kukutana na mama mkwe wangu si ndio? Kwa hiyo haijalishi hata kama hani mi, bado tu nahitaji kumuona. Lakini hata kama basi utaki niende na wewe, hebu nikuulize, unadhani kwa utaweza kweli kunizuia oh? sawa tuende pamoja. Sawa, alafu Fanlin, iak osey Tutakapofika ndani wewe na mimi, naomba basi utupe nafasi mimi na mama tuweze kuzungumza. Lipo jambo ambalo nahitaji kulipatia ufumbuzi ntakapokutana na mamaangu. Haya, tazama hiyo mtazamaji, wanaingia pale ndani na wanapofika mwamba, ndio hivyo anauvuta mguu. Mama yake kweli yuko pale ndani. Ai, mama alipomwona yule kijana alijisikia uchungu sana, alijisikia uchungu sana. Unamwona kabisa jinsi alivyonyongonyea. Unajua amemisi, unajua amekaa naye miaka yote akijua ni mtoto wake. Sasa kitu cha kwanza amwambia Najua kwa nilikusukuma pale na ni kama vile basi miaka 20 yote iliyopita haikuwa na maana. Naomba unisamehe. Inajua kuwa basi umepitia magumu mengi, nimefanya mambo mengi mabaya, nimekuwa na wewe kweli kwa miaka ishirini, nimekulea mwenyewe. Katika moyo wangu wewe bado ni mwanangu tu, na sijui basi ikiwa basi, yani, kama nigaweza kuwa na mwana mwingine kama si wewe, sijui nifanyia. Na kuomba, niko chini ya miguu yako, nipe nafasi nyingine, mwanangu. Sawa mwanangu, na kuomba, niko chini ya miguu yako, tafadhali nisamehe. Fikiria, mama anamwomba mwanaye msamaha, akamwita mama tena, kwa mara nyingine akamwita mama hiyo. E, ndo imemchoma moyo kabisa. We mama, usiseme hivyo, mimi ndo natakiwa nikuombe wewe msamaha. Nilipojua ukweli juu ya mimi mwenyewe na maisha yangu yaliyopita, kwa kweli nilivurugikiwa kabisa. Nilijihisi kama nimepoteza kila kitu na sikuwa na najua kingine cha kufanya

huyo mama alijisikia hali fulani ya faraja na amani. Mama, I'm sorry, naomba unisamehe. Asema mimi ndio natakiwa niseme I'm sorry. Kila mtu anamwambia mwenzake I'm sorry, I'm sorry. Kuna kitu kimoja ambacho sijakijuaga maana yake ni nini? Kwenye hizi tamthilia za Kichina hasa pale unapokuta mm, karakta kama huyu ana nywele kama mvi, zote zinakuwa mvi

mwanamama amepokea. Kwa nini sasa ujaja naye haja anione? Ya akasema huyu yuko hapa, kumbe bibi hayuko mbali, kaja naye nayea. Lakini mama, inabidi uniahidi kwanza kwamba hutomfanya baya lolote. Mama akasema sawawaa na kwa hili unajua, bado huyo misma ni mtoto wa adui. Kwa hiyo haibadilishi ukweli kwamba ni mtoto wa adui. Hajawahi kumpenda tu, anajikaza na pia hataki kumdisappoint sana. Afu sasa inashangaza, hawajaonana, afu amekuja kumwomba msamaha, alafu tena bado anataka kumtuma kumuua makuchu mimi ninachokuomba kwa sasa, fanya hivi, nenda katika YouTube channel, alafu ukifika kwenye YouTube channel, najua huko kwenye YouTube channel sasa hivi, lakini maanisha baada ya video hii imeisha, kabla hujaangalia episode inayofuata, hebu angalia hapo chini, katika linki ya mimi kwenye comment, hapo nimeweka link e, utaona linki yenye ambayo imekolea maandishi ya blue ehe, nimeandika kichwa cha habari e, anashuhudia mama yake anabadili wanaume kisa maskini, nafikiri nimeandika hivyo eh, ehe, angalia hapo kuna linki nimeweka kwa, kwa mbele yake hiyo, jinsi ilivyoiweka hivyo hiyo eh, itakusaidia ufungua hiyo linki. Ukigusa hiyo linki itafungua chaneli yangu mpya ya YouTube ambayo... sio mpya, actually, ni chaneli yangu nyingine ya recap, inafanya movie recap, inaitwa ya Lukindo, uh, nafikiri nikuoneshe hii hapa, ehe, basi itakusaidia utapata nafasi ya kuona movie recap, movie recap sio kama kutafsiri movie, movie recap ni kama unaona sinema lakini pia kuna simulizi ambayo unaisikia kuhusiana na ile sinema kwa sauti nzuri na mpangilio mzuri eh, ambayo inawekwa kama summary, inawekwa kwa ufupi ili uweze kuelewa ile movie inahusu nini. Na wewe pia pia, ukiipenda ile movie unaweza ukaamua kuitafuta kwa sababu umesikiliza ile recap story koje katika ile movie na mambo kama hayo. Kwa hiyo jinsi ya kuipata channel yangu ndio hivyo, ukiandika ya Lukindo kama una search kwenye search, eh, kwenye browser ni inaandikwa ya Lukindo namna hiyo, kwa maandishi y ni kubwa maandishi me, mengine yote ni madogo ukiandika hivyo chaneli yangu utaitambua kwa logo hiyo yenye Y na L kama ilivyo hapo, na vilevile vile pia ina subscribers karibu elfu ishirini na zaidi. Kwa hivyo basi, hii ndio chaneli yangu, haina neno jengine lolote, hakuna e, neno lingine lolote mbele, inaandikwa ya Lukindo kama ilivyo hivyo, naenda ta, tafuta kwenye, kwenye YouTube, subscribe na ikiwezekana pia hizi habari nafikiri unaweza kushare na rafiki na mtu wako wa karibu. Lakini kama inakupa shida kusearch moja kwa moja kwenye browser, angalia linki ambayo nimeipini hapo chini katika sehemu ya comment. Ifungue hiyo linki, alafu naenda ka subscribe, tazama hiyo video.